Kusema tumsaidie mheshimiwa waziri. Asante sana mheshimiwa naibu spika, niseme hivi kwamba mama yetu ametupa elimu, ametupa afya, ametupa maji, ametupa bei ndogo za mahitaji yetu kwa ku maintain inflation chini, ametupa umeme, ametupa mabarabara, ametupa Freedom of speech watu kuzungumza, wanavyoweza kuzungumza, na anavumilia sana. Sasa mtu kamekupa vyote hayo yote, sasa anakuletea haki kwamba upate na, na wewe haki yako pale ambapo kunakuwa na msongano kati ya binadamu na binadamu na taasisi na taasisi na kadhalika. Na pamoja na hiyo, akapenda pia kwamba atupe safu nzuri kwenye muhimili wa mahakama lakini pia kwenye wizara hii ambayo inasimamia masuala mazima ya sheria na katiba, na amepanga safu nzuri, na naamini wote tunampongeza mheshimiwa w wa waziri, naibu wake, katibu mkuu, jaji mkuu, mtendaji mkuu wa mahakama, mheshimiwa mpendwa wetu profesa Elisante Ole Gabrieli na watendaji wengine pamoja na ma, ma, ma, ma, majaji pamoja na, na mahakimu tumepewa vizuri. Maana yake ni kwamba huyu ni mtu Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, ni mtu kweli anajali eh, maisha ya binadamu holistically kwa jumla wake, tunataka tuishi namna gani, na ndio na maana naamini kwamba anatekeleza kwa vitendo lile eh, lengo la kwamba maendeleo ni maendeleo ya watu na sisi tunaona kwamba tutapata maendeleo. Mheshimiwa e, naibu spika, mimi nafikiri tukiangalia mimi niko kwenye kamati ya bajeti, kwa hiyo tumepitisha kwa urahisi sana mapendekezo ya bajeti ma, ya, ya mahakama. Na tumepitisha kwa, kwa urahisi kwa sababu inaleta tija, ina unaona ma, vitendo vikifanyika kwa, unaona ma, wakitekeleza malengo yao kwa, kwa vitendo na kwa ufanisi na niseme, ukiangalia dira yao kusema kweli, kupunguza gharama za, za, za Mtanzania za mwananchi kufikia kupata haki yake, kupunguza gharama kwa mwananchi, hata yule mdogo, kuanzia mdogo mpaka wa juu na na taasisi pia, kuweza kupata haki kwa gharama nafuu, na, na hiki kimefanyika zaidi kwa ku, kuingiza mageuzi makubwa kwenye, eh, kwenye eh, delivery ya justice utaona kwamba, na niseme ndio sababu nampongeza sana mheshimiwa waziri hususan na, na, na, na, mtendaji mkuu nampongeza sana kwa sababu majeuzi sio kitu kinachokubalika kwa binadamu, hata kiumbe mwingine yote ambaye ana uhai, tuna resist majeuzi kwa sababu unataka kukaa kwenye comfort zone. Sasa watu wanatoa kwenye comfort zone, wewe bado unabaki uko, uko, uko hepe, lakini utaona kwamba kwenye mahakama kumetokea majeuzi makubwa ambayo kwa namna yoyote mimi nifikiri kwa sababu majaji wengi ni watu wazezee kama mimi. ah, mimi sio mzee, ni watu wazezee, wangekuwa wanarezisi haya majeuzi, kwa sababu ni, ni tehama wanaingizwa, wana, wana tehama marangili kwa, kwa, kwa, kwa spidi ambayo huwezi kukopa kwa sababu lazima wapate ma, ma, mafunzo u wa, watumie wa, wa, mbinu, mbinu za kisasa za kuweza Ku, ku, ku, kujiingiza kwenye majeuzi yale na kutekeleza wajibu ambao unafaa, lakini nashukuru kwamba mahakama wameweza, wameweza na niseme kwamba eh, kwa, kwa, kwa namna ile wameweza kupunguza sasa gharama za, za, za, za, za kutoa haki eh, jukumu lao hilo, na ni kitu ambacho kusema kweli kinafurahisha sana. Niseme kwamba pamoja na tehama utaona kwamba mtendaji mkuu wa, wa, wa, wa mahakama ambaye ndiye anafuatilia utekelezaji wa, wa, wa, wa mambo mengine nje tu, sio pale tu kwenye kutoa haki, ameweza kubadilisha sana miundombinu kama tulivyoonyesha kwenye ripoti yetu, miundombinu ya mahakama kuanzia mahakama za juu kule juu ameshaweza sana, mpaka kwenye wilaya kwa kiasi, lakini sasa bado kidogo eh, kwa sababu ma, maendeleo ni hatua eh, bado kidogo kwenye mahakama za mwanzo hajaweza kukamilisha dira eh, yake, lakini eh, kwenye bageti ya mwaka huu ambayo tumependekeza tupitishe eh, ameweka fedha za kuendeleza mchakato huu wa kuboresha eh, majengo ya, ya kutolea haki kwenye ngazi zote hizo, pamoja na za wilaya na, na, pamoja na za, za mwanzo. Na mimi niseme hivi kwamba namwomba ajitujengea ajikarabati eh, mahakama moja ya, ya mwanzo pale kwenye jimbo langu kwenye kata ya Kilema Kati ambayo haijakamilika, lakini natumaini atakamilisha. Lakini tuna mahakama nyingine kwenye kata ya Mamba Kusini ambayo i, i, imekwisha kabisa, pamoja na hizo zingine kwenye kata zingine za Mwika eh, kata ya, ya, ya Marangu pamoja na kata za Makuyuni na kule eh, Kirua Vunjo, lakini naamini kwamba ile pale Kisambo ina matatizo, inatakiwa iangaliwe kwa jicho kwa sababu kwa hata hakimu hamna sasa hivi. Kwa hiyo na, naomba kwamba katika changamoto tuliyoona mojawapo kwenye swala so zima la, la utekelezaji ya majukumu ya mahakama ni upungufu wa watumishi wa, wa, wa, wa, wa eh, wanahitaji watumishi na waliomba kuajiri zaidi ya elfu moja lakini wamepata tu mia sita mwaka huu ishirini na tano. E, lakini naamini kwamba wakati huu unaofuata e, mamlaka itaweza kukubali waongeze e, ajira kwenye eneo hilo e, ambalo la, la, ni changamoto kubwa kwa, kwa mahakama sasa. Niseme kwamba pamoja na, na, na, na mambo mengine ambayo yamefanyika na ambayo yanafurahisha sana ni uwezo wa mahakama sasa hivi kutoa, kutoa proceedings za, za, za, za, za, za, za, za mashauri pamoja na tafsiri zake kwa Kiswahili kwa papo kwa hapo baada tu ya kukamilika mawasilisho husika. Sasa hiyo hi, wametumia kilimnembo na uh, tehama the, zinazohusika ili kuweza kufikisha au kufikia lengo hilo na napongeza na, na, na, na sana kusema kweli kwamba mashauri ya, ya muda mrefu yamepungua, ni kama yamekwisha. Wanasema justice eh, delayed justice denied. Sasa naona hilo kweli wamezingatia na nafikiri na kulikuwa na mashauri ya muda mrefu yaliyozidi mwaka mmoja eh, eh, takribani eh, elfu sitini sasa wameyapunguza mpaka elfu moja mia saba sasa ni kwa asilimia 97 wamepunguza. Kwa hiyo ni kitu ambacho napongeza na, na, na, <tie> sana, na ni jambo ambalo limesaidiwa sana na matumizi ya njia hizi mpya za kupeleka. Kengele ya pili. Ki vitu vizito Mheshimiwa Lugangira, tukiwaid Gulamali atachangia. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kupata fursa ya kuchangia katika bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Napenda kuanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mtetezi wa haki za binadamu namba moja hapa nchini na kwa na kuhakikisha kwa kwamba serikali inaima, inaimarisha mazingira ya haki jinai hapa Tanzania, lakini pia na kuharakisha upatikanaji wa haki kwa kuja na hii Samia Legal Aid Campaign ambayo imeleta mageuzi makubwa katika kuharakisha upatikanaji wa haki ngazi ya jamii. Mheshimiwa naibu spika, ili tuweze kufikia maono haya ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika eneo hili mahususi la haki jinai. mimi napenda kujielekeza katika maeneo mawili yafuatayo. Mheshimiwa mwenyekiti, eneo la kwanza ni katika eneo la matukio ya ukatili kwa maana ya ubakaji na ulawiti kwa watoto Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa taarifa ya jukwaa la haki jinai mkoani Kagera, kwa masikitiko makubwa ni kwamba mkoa wa Kagera kwa mwaka 2024 umeongoza hapa nchini kwa matukio ya ukatili kwa maana ya ubakaji, ukatili na mauaji. Halikadhalika Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka huu wa mwaka 2025 yani kati ya mwezi Januari hadi Machi 2025 mkoa wa Kagera tumekuwa na matukio ambayo yameshawasilishwa mahakamani 67 ya ubakaji na ulawiti wa watoto Mheshimiwa, Mheshimiwa naibu spika, jambo hili sio pekee kwa mkoa wa Kagera peke yake, lakini kumekuwa na ongezeko kubwa la matukio ya ubakaji na ulawiti kwa watoto nchini kwetu hapa Tanzania. Sasa Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na mianya ambayo ipo, kumekuwa kuna ucheleweshaji na wakati mwingine kutoweka kwa ha, upatikanaji wa haki kwa wahanga wa watoto wa matukio ya ukatili wa ubakaji na ulawiti. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ningependa kuishauri ku, serikali kwenye mambo yafuatayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, watuhumiwa wa vitendo vya ukatili kwa watoto kwa maana ubakaji na, wala, na ulawiti wasipate dhamana, haya yaongezwe kwenye makosa ambayo hayapewi dhamana. Nasema hivi Mheshimiwa Naibu Spika kwa sababu pale ambapo mtuhumiwa wa ubakaji au ulawiti wa, wa mtoto anaporudi katika jamii ile, kwa sababu amepewa dhamana, moja ya kitu anachokwenda kufanya ni kuenda kuharibu ushahidi. Lakini kwa upande wa pili, yule mtoto kama bado yuko kwenye jamii au ile familia, tunakwenda kumwathiri zaidi kisaikolojia kwa kuendelea kuonana na huyu mtu ambaye ni mtuhumiwa. Tatu, inafifisha jitihada kubwa za serikali za wananchi kuweza kujitokeza na kuwasilisha mashtaka haya. Kwa hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nisisitize kwa serikali ione namna ya kuongeza makosa ya ubakaji na ulawiti kwa watoto kwenye orodha ya makosa ambayo hayapati dhamana. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la pili ni kwamba pale ambapo kunakuwa kuna kesi za watoto kwenye ubakaji na ulawiti zimefikishwa mahakamani, kumekuwa na desturi ya kesi hizi kuchukua muda mrefu sana. Unakuta mawakili sa nyingine wa upande wanaowatetea wale watuhumiwa wanatumia mwanya ya kuahirisha kesi mara kwa mara, na matokeo yake tunakuja zile kesi zinakuja ama kushindwa ama kujikuta hata wale ambao ni wahanga wamechoka katika ufuatiliaji wa kesi. Kwa hiyo mheshimiwa naibu spika, niiombe sana serikali iweke kwamba panapotokea hizi kesi za ubakaji na ulawiti kwa watoto zisikilizwe ndani ya muda mfupi kwenye mahakama na haki itendeke, kwa maana ya maamuzi ya mahakama yatolewe. Yani kama kesi itasikilizwa isikilizwe mara moja au mara mbili, lakini haikubaliki kwamba kesi ya mtoto aliyebakwa ama amelawitiwa ichukue miezi mitatu, miezi sita, miezi saba jambo na wakati mwingine mpaka mwaka jambo ambalo kusema ukweli nafifisha jitihada kubwa za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan za kuimarisha haki jinai na kuimarisha ulinzi wa watoto wetu. Kwa hiyo mimi, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana serikali iweke ukomo wa, wa muda ambao unapaswa utumike katika mahakama zote hapa nchini kwenye kesi zinazohusu zina ubakaji na ulawiti kwa watoto. Mheshimiwa, Mheshimiwa Naibu Spika, eneo langu la pili ningependa kuchangia katika eneo hili la msaada wa kisheria. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa, napenda na kuipongeza sana serikali kwa namna ambavyo inashirikiana na mashirika ambayo sio ya kiserikali, kwa maana ya NGOs ambao ndio wanafanya kazi kubwa sana katika kutoa msaada wa kisheria ngazi ya kijamii kwa kushirikiana na wasaidizi wa kisheria. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kama dhamira yetu ni kuhakikisha kwamba haya matokeo makubwa yaliyopatikana na mafanikio makubwa yaliyopatikana na Samia Legal Aid Campaign yawe endelevu, basi Mheshimiwa naibu spika, mimi napenda kuishauri serikali kwamba iende itekeleze takwa la kisheria katika maeneo mawili. Mheshimiwa naibu spika, sheria inasema kwamba serikali iwe ya sheria inasema kwamba katika kila katika, katika kila kata kuwe kuna wasaidizi wa kisheria, jambo ambalo bado halijatekelezeka. Kwa mimi niombe sana serikali iende katekeleze takwa hili la kisheria. Lakini eneo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba ili Samia Legal Aid Campaign iendelee lazima kuwe kuna rasimali fedha na sheria tayari ilishaliona hili, ndio maana ikaelekeza kwamba serikali ianzishe Legal Aid Fund. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu mkubwa niombe sana serikali iende iweke mpango madhubuti wa kuja na Legal Aid Fund ili matokeo haya yaliyopatikana na Samia Legal Aid campaign yawe ni endelevu. Mheshimiwa naibu spika, kwa kuhitimisha, naomba nirejee tena, naiomba sana serikali watuhumiwa wa makosa ya ubakaji na ulawiti kwa watoto wasipate dhamana. Halikadhalika, niombe sana serikali muda wa kusikiliza hizi kesi za watoto ambao wamebakwa na kulawitiwa ndani ya mahakama zitengewe muda mfupi sikilizo, ama mara moja au mara mbili, na uamuzi wa mahakama utolewe ili haki ipatikane. Eneo la tatu, Mheshimiwa naibu spika, ni kwamba serikali ihakikishe tunawasaidizi wa kisheria kama ambavyo sheria inaelekeza. Na kwa kuhitimisha, Mheshimiwa naibu spika, serikali ihakikishe inaanzisha Legal Aid Fund ili haya matokeo chanya makubwa tuliyopata kupitia Samia Legal Aid campaign yaweze kuwa endelevu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo na nashukuru sana kwa fursa hii na naunga mkono wote. Asante. Mheshimiwa, naona muda wetu umekwisha. Ajioni tutakuwa na Mheshimiwa Sefu Gulamali, tutaanza naye Mheshimiwa Joseph Tadayo, Mheshimiwa Noah Saputu, Mheshimiwa Zahoro Muhammad Haji, Mheshimiwa Suma Ikende Fiandomo. Nasitisha shughuli za bunge mpaka saa 11 jioni. Naam, majadiliano kuhusiana na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2025/2026 yataendelea majira ya saa kumi na moja za jioni. Kumbuka tu kwamba Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbalo ameliomba bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi bilioni 687 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo eh, kwa wizara hiyo na taasisi zilizo chini ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Mimi ni Annette Andrew, nilikuwa nikishirikiana na mtangazaji mwenzangu Christina Nkya, lakini kwa upande wa lugha ya alama tupo naye Kudra Munisi ambaye alikuwa akishirikiana na Jeni Malumbo. Tukutane majira ya saa kumi na moja jioni. Mchana mwema. kwa mara nyingine tena na D Husen Mwinyi kwa kuanza kufanya kazi hayo. Sababu misingi, misingi ya, ya kufanikiwa katika hizi nchi nilizozitaja kubwa ni maeneo matatu. Moja ni kuna umiminikaji mkubwa sana wa uwekezaji, fedha nyingi sana zinatoka kuingia katika nchi zao kuweza kuwekeza, lakini kuna vile vile utaalamu pamoja na teknoloji za kutosha kutoka maeneo mbalimbali nchini. Jambo hilo kwa upande wa Zanzibar kwa kipindi hichi cha uongozi wa Dr., Dr. Hussein Mwinyi na Mheshimiwa eh, Dr. Samia kama rais wa Muungano, mwelekeo tunaoona kwamba sasa Zanzibar inabadilika na Zanzibar inaelekea kuwa ni kivutio cha wawekezaji pamoja na watu wenye mitaji mbalimbali kuja kuwekeza. Jambo ambalo likiwa, likifanikiwa litaweza kuwa chachu ya mafanikio vile vile kwa upande wa Tanzania bara ambapo ndio sehemu ambayo kuna soko kubwa la bidhaa kwa upande wa ndani. Kwa hiyo mheshimiwa Mwenyekiti, niliona hilo nili, nilizungumze kwamba ni moja katika kipaumbele chetu cha wizara ya nchi, ofisi ya makamu wa rais, kuhakikisha kwamba kwanza tunasimamia utoaji wa elimu wa kimkakati, lakini pili tunaweza kuhakikisha kwamba haya maeneo, hoja hizi tatu ambazo zimebakia zime zinakamilika ili tuweze kuitasi kuweza kutusaidia kutimiza malengo hayo niliyoeleza. Mheshimiwa Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo jingine ambalo lilizungumzwa ni swala la mfuko wa jimbo, nimalizie kwenye muungano. Kwa hili la mfuko wa jimbo ambalo ni kweli, Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba e, imekuwa ni changamoto kwa wabunge wengi jinsi ambavyo sheria hii ilivyokaa na sheria hizi, Mheshimiwa Mwenyekiti, sio msahafu sio Biblia. Nataka niwahakikishie Waheshimiwa Wabunge kwamba wizara yangu kwa kushirikiana na wizara ya nchi ofisi ya rais TAMISEMI tumeshaanza mchakato wa kupitia e, sheria hii, na kama ambavyo niliwahi kuwaeleza Waheshimiwa Wabunge kwenye semina kwamba tutakutana nao kuweza kuwapa semina na kupata maoni yao ili changamoto zote ambazo zinawasumbua katika mfuko huu ziweze kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa niende kwenye eneo la mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika katika mazingira kuna mambo makubwa matatu ambayo nataka niyazungumze. Moja ni suala lililozungumzwa kwa muda, kwa hisia kali, na waheshimiwa wabunge, na wako ambao waliniambia kwamba nilitoa ahadi katika bunge lililopita, wakati tukipitisha mabadiliko wa ya sheria ndogo ya, ya, ya, ya kuingiza, pamoja na mwingine, sheria ile ilikitambua kituo chetu cha kuratibu biashara ya kaboni kisheria. Nataka niwashukuru sana waheshimiwa wabunge kwa kuweza kupitisha mabadiliko yale ambayo kwa muda mfupi yameweza kuleta tija kubwa sana hivi tunavyozungumza. Kama ambavyo lengo letu lilivyokuwa limekusudiwa la mabadiliko mabadili yale ya kukifanya kituo cha kuratibu biashara kabla ya kisheria, tulikuwa tuna dhamira ya kuhakikisha nchi yetu inapata faida inayostahili katika biashara hii. Na moja katika faida ambazo zinastahili zina, ni kuhakikisha maeneo yote yenye fursa ya biashara ya kabo tunayatumia ipasavyo lakini tunayatumia kwa tija. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hilo tumeanza kufanikiwa katika kipindi kifupi, toka mwezi wa pili mpaka sasa hivi, tupo katika makubaliano ambapo tayari tumeshapata fedha kupitia WFP kwa ajili ya mradi wa nishati safi ambao unakwenda kufungamanishwa na biashara kaboni, lakini tayari tupo katika hatua za mwisho za kusaini makubaliano na, na taasisi ya Korea pamoja na serikali ya Japan kuweza kuhusisha mahusiano ya biashara kabon baina ya nchi na nchi. Kwa muda mrefu biashara hii ilikuwa ikifanyika kwa kutegemea watu wengine wakifanya biashara. Sasa kuna miradi ambayo haivutii wa, wa, wa, wa, wa, wafanya biashara binafsi, hivyo lazima tujenge mahusiano na nchi nyingine ili tuweze kuona mahusiano moja kwa moja na kuweza kuingiza miradi ambayo hata si kivutio kwa watu binafsi. Uweze kufaidika na miradi hiyo. Ni mingi sana na katika sekta takriban nyingi katika nchi yetu ambazo bado hatujazitumia yes, vizuri kwao. Ninawashukuru sana na kipindi ambacho tunapitisha sheria hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli niliahidi hapa mbele ya Bunge hili tukufu kwamba kwamba tutaleta tuta mabadiliko mengine makubwa ya sheria katika Bunge hili lakini niliwaeleza kwamba lengo na dhamira ya serikali ni kufanya hivyo. Sikuahidi moja kwa moja, niliwaeleza kwamba lengo na dhamira ya serikali ni hiyo, na bado dhamira na lengo la serikali iko vile vile. Bunge hili bado halijaisha, na sisi, nataka niwahakikishie waheshimiwa bunge kwamba hatua tulizofikia sio mbaya. Hatua mchakato yote migumu iliyokuwa inahitaji kuandaa mswada huu katika ngazi ya wizara imekamilika, na kama mnafahamu kwamba utaratibu wa kisheria hasa kwa jambo ambalo linataka kuja kwa utaratibu nilioeleza lina mlolongo wake wa kiserikali ambao lazima ufuatwe. Kwa hiyo nadhani tuombe Mungu kwamba tuweze kukamilisha kama ambavyo dhamira yetu iko palepale na tuweze kutimiza lengo hilo, lakini dhamira ya serikali inatambua umuhimu kwa jambo hili. Tunatambua kwamba kuna changamoto nyingi sana za mazingira sasa hivi. sisemi kwamba kufanya nemki kuwa nema ndio mwarubaini pekee. Kuna mambo mengi ambayo tumeshafanya vile vilevile. Kwa mfano kuna watu walizungumza hapa kuhusiana na wale maafisa wa mazingira waliokuwa TAMISEMI. Nataka nihakikishie waheshimiwa wabunge kwamba tayari tumeshafanya jitihada za kufanya vikao, semina na tumetoa elimu mbalimbali na kuanza kuwa kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa, kuwa kuactivate hawa maafisa wa mazingira wa, wa ngazi za mikoa na ngazi za wilaya, na katika kulitekeleza hilo tumeteua maafisa wa mazingira kutoka ofisi ya makamu wa rais ambao watakuwa wanafanya kazi moja kwa moja na wakurugenzi wa mazingira kwenye TAMISEMI ili kuweza kutengeneza muunganiko mzuri na mawasiliano mazuri kati ya wizara ya nchi ofisi ya rais muungano wa mazingira pamoja na wizara ya TAMISEMI pamoja na halmashauri, hilo jambo ambalo tayari tumeshaanza kulifanya, lakini tunaamini kwamba Nemki itakapokuwa Nema itaweza kuipa meno kuweza kudhibiti ya kisheria, kudhibiti ukiukwaji wa sheria unaoendelea nchini, utaweza kuchukua, kuchukua hatua na kuzuia kwa kiasi kubwa sana kwa kuendelea, pamoja na kushirikisha hatua nyingine ambazo nimezeleza nyingine ambazo sijazeleza. Kwa Waheshimiwa wabunge, nataka mwendelee kutuamini kwamba dhamira yetu ilikuwa ni njema na dhamira ile iko pale pale, na tunaendelea kufanya kila linalowezekana kuhakikisha dhamira hiyo inatimia. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwisho ambalo nataka nizungumze, nilisema ni kabla sijazungumzia samani, ni, ni, ni, ni swala la uchumi bluu, hili la la mabalozi, nadhani naungana mkono na Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba tunaendelea kuwapa moyo, tuko nao na tunathamini jitihada zao na kazi ambayo ambayo Wakani, wanaifanya, lakini suala la, la, la nishati safi kama ambavyo mnafahamu